Mimi na Dr. Manuel. Na tamani tuzungumzie kuhusiana na magonjwa ya ngozi. Wale wengi wenye changamoto ya ngozi kuwa na shida ya aidha ukurutu, aidha itakuwa ni eczema, aidha itakuwa kwa sababu ya ya psoriasis, yaani magonjwa yote magumu magumu ambayo yanaitwa ah, magonjwa ya ngozi. Hata kama una vitiligo tutakusaidia. Vitiligo ni ile hali unajikuta umechungu, yani rangi imebadilika somewhere, oh oh oh hivyo vitiligo. Lakini sasa tunaweza tuka kutibu kwa dawa ambazo hazina chemical kabisa, zinamaliza changamoto hii kwa kiwango kikubwa sana, na tunamaliza kwa muda mfupi sana sana sana, na niwatakie wakati mzuri. Tunatumia dawa zina chemical kabisa kabisa, na tutaweka namba zetu hapo chini kwa ajili ya mawasiliano. Wewe mwenye changamoto ya eczema, psoriasis wewe mwenye changamoto ya scabies. Wewe mwenye changamoto ya magonjwa kama vitrai na mengine mengi mengi mengi, tutakutibu kwa dawa hizo ambazo tumezitaja. Naitwa Dr Manuel, karibu.